Na tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya Simba kupata ushindi katika mchezo wa leo. Kwenye mechi za hatua ya fainali, hakuna ushindi mkubwa wala ushindi mdogo kwenye mechi ya hatua ya fainali, hasa ya michuano ya Afrika. Kila ushindi una thamani kubwa, kila ushindi una count kuelekea hatua inayofuata. Sisi kama Simba tunayo furaha kubwa kwa ushindi tuliopata na unatupa nguvu na morali ya kujipanga kuelekea katika mechi inayofuata, mechi ya marudiano. Na kwa lugha nyepesi tu naweza kusema ya kwamba Simba tunanukia kwenye hatua ya fainali. E, ukiangalia kwa mfano mechi za jana za ligi ya mabingwa Afrika, mechi zote mbili za hatua ya, ya, ya, ya nusu fainali. Hakuna hata timu moja ambayo imepata walau goli moja katika timu zote nne na mechi zote mbili. Hii ni dhahiri shahidi ya kwamba hii ni hatua ngumu kweli kweli ambapo utakachokipata hauna budi kujipongeza, kumshukuru Mungu na kujipanga kwenda kumalizia kazi katika mechi inayofuata. Matarajio na matamanio ya watu ilikuwa ni kupata ushindi mkubwa. Kwa maana ya magoli mawili matatu na kuendelea. Hiyo ndio ilikuwa eh, hitajio la watu. Goli moja wanaona bado halijawakata kiu, lakini mimi niwaambie wana Simba goli hili hili moja ambalo tumelipata leo hapa uwanja wa Amani litatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kazi kubwa vijana wetu wameifanya, wanastahili pongezi, na wala mwana Simba asiingiwe na ubaridi ya kwamba tumepata bao moja basi shughuli yetu imeishia hapa. Mimi niwaambie wana Simba, goli moja tulolipata katika mechi ya leo lina maana kubwa mno, lina umuhimu mno, ni goli lenye thamani kubwa mno, na ni goli ambalo litatupeleka fainali ya Afrika msimu huu. Watu wala wasiwe na wasiwasi, hawa sio aina wa wapinzani wa kumnyima Simba fainali ambayo tumeisubiri kwa zaidi ya miaka ishirini na mbili. Hawa wapinzani sio wapinzani wa kutufanya sisi tukakatisha safari yetu ya mafanikio ya kwenda fainali. Hawa ni wapinzani ambao wako ndani ya saizi yetu kabisa, na tulichokipata leo kina maana kubwa kweli kweli kuelekea mechi ya marudiano. Kwa ufupi tu niseme ya kwamba hatuishii hapa na iona fainali.